Mchambuzi wa kina kuhusiana na hili, naungana na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu Rahbi Shoko, na zipo taarifa nyingi ambazo uh, zimekuwa lakini pengine tuanze na hili la Israel, ambapo uh, waziri wa ulinzi yeye amesema meliamuru jeshi kuendelea na mapambano yake hii inatokea sorry, hii inatokea baada ya ya taarifa ya awali ambayo na na na na Rahma, ni kukatisha tu kidogo uh, kwa sababu taarifa hiyo ina inasema kuhusiana na Uh, waziri huyu ambaye amesema ameliamuru jeshi kusonga mbele uh, na mapambano yake dhidi ya Hamas, na hii ni bila kujali mazungumzo yote ambayo yanafanywa. Tukumbuke mazungumzo yamekuwa ya uh, yakifanyika, jitihada za kufanya pande hizi mbili kuweza kukubaliana zimekuwa zikifanyika, lakini katikati uh, kati ya hilo basi uh, waziri wa ulinzi amesema. Ni, ni kama vile uh, hawajali uh, kile ambacho kinazungumziwa kina na amesema Hamas wanatakiwa kuwaachia mateka au wakubali, uh, kuangamizwa. Kwa hivyo uh, sasa swala la mazungumzo hapa kwao uh, ni kama si jambo ambalo wamelipa kipaumbele, na ni baada ya mjumbe wa Marekani kuliita uh, jibu la karibuni ambalo alilitoa la kundi la, la wanamgambo kuhusu pendekezo la usitishwaji vita huko Gaza Uh, ni kuwa kitu ambacho hakitokubalika uh, sasa mbali na fikra ya kwamba haya mazungumzo yataleta tija uh, tuna, tunasikia matamko kama haya uh, ni kama hakuna matumaini ya, ya, ya mazungumzo kufua dafu, bado mambo yanachanganya ya hmm, mambo yanachanganya kwa sababu Uh, mwishoni mwa wiki eh, tangazo lililotolewa na Marekani ambalo lilisimamiwa na mjumbe huyu Steve Witkoff wanasema ni tangazo la Donald Trump la usitishaji wa vita wa, wa muda ambao eh, ulikuwa umeainisha kama siku sitini za usitishaji wa vita, siku sitini ambazo zitakuwa na usitishaji wa vita ndani yake, kutakuwa na kutoa mateka kumi ambao watakuwa hai, mateka kumi na mateka kumi na nane ambao walikwisha kufariki. Yaani awamu ya kwanza itakuwa na watano, watatolewa tisa walio miili, ya pili watano walio hai, tisa miili. Hmm, ndio ilikuwa mpango huko hivyo. Ndio alikuwa kat... kama uh, kitu ambacho wana, wanaenda kukubaliana ilikuwa ni, ni sasa huu ni mpango uliotoka kwa Marekani mm -hmm. chini ya Marekani Steve Witkoff na Israel na Marekani akatangaza kuwa Israel amesha saini, yani kakubali huu mpango ambapo utaruhusu kiasi misaada utawatoa Wapalestina, lakini katika huu mpango mm -hmm. katika kitu ambacho wanabishana sana hata wawakilishi wa Qatar na, na, na, na Misri wanapokutana ni mpango wa kuendelea na vita Yani kuwa baada ya hapa mtatupiga au baada ya hapa mtatushambulia mm. Au tukitoa mateka, vita imekwisha. Wakakiweka kile kifungu kama mtego kuwa hakuna, sio sharti, yani sio sharti kusitisha vita, isipokuwa kuwa inawezekana mkatoa halafu sisi tukarudi mm. Yani hakuna hicho kifungu sasa Marekani akawa amekubaliana na hilo, wakalipeleka upande wa pili wa Hamas watoe majibu, kwa sababu katika haya mazungumzo ya mara hii yamekuwa ni mazungumzo tofauti na mazungumzo yote, kwa sababu wawakilishi wa Donald Trump wanawasiliana moja kwa moja na wawakilishi wa Hamas na huku wanawa, wanawasiliana na Israel ni yani kuwa kuwa, yani msuluhishi katikati ni Marekani tena hapa katikati hayuko Misri wala hayupo eh, Qatar ni moja kwa moja ni Marekani ambayo yupo katikati kuwa huku kuna Israeli, huku kuna Hamas, anazungumza nao moja kwa moja. Sasa azimio ni kati ya Marekani na Israeli, ndio waliolitunga, wakawapa Hamas. Hamas katika kulipokea wakasema tunalipitia, lakini tayari lina kasoro tunaziona. Baada ya kulijibu, wamejibu jana, walivyojibu wakasema kuwa tumekubaliana, ila tunataka vifungu virekebishwe Yani, baadhi ya vifungu hasa viwili wakisisitiza vifungu viwili, kwa sababu kifungu kimoja ni kuwa utiririshaji wa misaada haujaainishwa kuwa misaada kiasi gani. <coughs> katika mazungumzo ya awali ya Januari ulikuwa umeweka wazi kuwa ni gari mia tano kwa siku zitaruhusiwa kuingia Gaza, kitu ambacho hakikufikia kiwango hicho, kwa wastani zilikuwa ni gari 16 tu, hawakutekeleza kwenye yale maagizo ya kwanza. Sasa haya ya pili, wanataka kiwango gani cha misaada kitaruhusiwa kuingiza, halafu ni aina gani ya misaada ambayo, ya, ya lazima iingie, kwa sababu kwenye awamu ya kwanza misaada ya lazima ambayo ilitakiwa ingizwe, mfano ma, ma, nini, blanketi, kwa sababu kipindi cha baridi kali, blanketi zile, karavan nyumba zile za, za, za temporari zile, zilikuwa zinatakiwa ziingizwa, hazikuingizwa. Ukawa unaingiza vitu ambavyo havihitajiki kwa wakati huo, mradi tu magari yanaonekana yameingia. Sasa katika hili wanataka hilo kuwa msaada wa aina gani ambao unaruhusiwa kuingia lakini jambo la pili ni kuwa hiki kifungu cha usitishaji, yani kuwa hamtotushambulia, hiki kifungu cha hamtotushambulia, sisi kama hamtotushambulia sisi tunataka dhamana. Sasa sasa, mara hii Hamas wanasema kuwa tunataka dhamana ya Donald Trump, uh -huh. sio ya Israeli, kwa sababu wanafahamu kuwa kama wakiwambia Israeli wasitishe vita, yani katika lile kifungu ambacho kuwa tunataka garanti ile kuwa hamtotushambulia itashindikana kwa sababu serikali ya Israel ya right wing wao hawakubaliana na hicho kifungu na kuwa hii itaenda kumkwamisha Netanyahu. Hawezi kutekeleza hili. Sasa wanachokitaka ni dhamana ya Donald Trump, kuwa tr Trump ajinase, yeye aseme kuwa mimi nawahakikishia kuwa hamtoshambuliwa, hmm. Kwa hiyo hilo ndio wanalitaka. Sasa jibu hili likajibiwa na Steve Witkoff haraka kuwa hili halikubaliki. Sasa kusema kuwa halikubaliki ndio hili shinikizo la Israel, wanasema kuwa Hamas wamekataa usitishaji wa vita, tunaenda kuwashambulia. Ndio hiyo, kuwa endeleeni, vikosi viende mbali zaidi, nawapa hayo uh, kuchagua ku, kuachia mateka au kukubali, uh, kuanga, kuangamizwa. Hiyo ni ku, kuachia mateka ni, ni lugha ambayo inatumika na watu wengi sana, wanaamini kuwa ni kama lugha halisi, kwa sababu mateka wako Gaza yani wanaoshikiliwa siwapo Gaza. Watu wanauliwa West Bank, watu wanakamatwa West Bank, zaidi ya wa Wapalestina elfu sabini na tano wameondolewa kwenye makazi yao, zaidi ya nyumba karibu mia tatu zimebomolewa ukingo wa magharibi ambako hakuna mateka hata mmoja. Kwa hiyo, swala la Waisrael na Palestina sio mateka zaidi. Yani kwa kile ambacho watu wanahisi labda ni mateka, kwa sababu serikali ya Israel ya right wing kupitia mawaziri wake nadhani wanne karibu wameisha alizungumza, Netanyahu kazungumza, kazungumza Israel israla Kaz, kazungumza Bazale Smotrich, kazungumza Ben Gvir kuwa mateka sio yani, sio kitu cha muhimu kwao, kwa sababu wanasema kuwa, sisi tuna malengo na vita, malengo yetu ya vita ni kuangamiza Hamas. Kwa hiyo swala la mateka sio kitu muhimu kwetu sasa, ila huwa wanaitumia sasa hiyo ya mateka kutaka kuhalalisha kile ambacho wanakiona, kwa sababu ukingo wa magharibi hakuna mateka, lakini hao watu wako wanauliwa kwa nini? Kwanini, kwanini wanakufa? Kwanini wameondolewa? Kwanini nyumba zao zimebomolewa? Kwanini mashambulizi yanaendelea sehemu ambayo Hamas hawana hata chama, yani hawana watu lakini upande wa pili watakuambia kuwa tunawapiga kwa sababu ya mateka. Kwa hiyo ni lugha tu ambayo inatumika katika kuhalalisha kile ambacho wanakifanya. mm -hmm. Sasa uh, kwa upande mwingine uh, kule Urusi watu saba wameuawa, 69 uh, wengine wamejeruhiwa, na ni wakati madaraja mawili yalipuka eh, katika maeneo tofauti uh, Urusi ambayo inapakana pia na Ukraine na uh, wakati huo huo wapelelezi wamesema daraja hilo la barabara kuu Uh, ipo juu ya reli na limelipuliwa wakati treni ambayo ilikuwa inabeba abiria takriban 388 ilikuwa inapita. Kitu kimoja ambacho kimebadilika sana kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraini kama umeutazama kuwa mm, kipindi ambacho tuna tuna, ma, yani tuna matumaini makubwa ya kupata amani ndio kipindi ambacho kinashuhudia mgogoro mkubwa zaidi kwa sababu wakati wa Rais Joe Biden ambapo watu tulikuwa tunaona ni mbali sana ili swala kumalizika kwa sababu Marekani ilikuwa bado inaiunga mkono sana Ukraini kwenye vita, kuwa tutawapa silaha, mtapigana. Yaani mazungumzo yalikuwa yako mbali sana. Kuja kwa Trump tukaona kuwa Trump alikuwa amehakikisha kuwa within 24 hours nitakuwa nimelimaliza hili, kwa kauli zake lakini hata alivyoanza mazungumzo ya pande mbili, simu za huku na huku kumshinikiza Zelenski akakubali, na washirika wa Ulaya ni kama vile wakawa wanakubaliana na baadhi ya maneno ya Marekani. Hmm, ndio kipindi ambacho tunashuhudia mashambulizi makali zaidi kwa pande zote mbili, kwa sababu ukitazama, kama mfano wiki tatu zilizopita tumeona uh, Urusi imefanya mashambulizi makubwa zaidi ndani ya Ukraini, lakini ndio kipindi ambacho pia tumeona Ukraini imefanya mashambulizi makubwa ndani ya Urusi. Naona kama hii hujuma ambayo inafanyika kuwa mashambulizi ni makali sana kwa pande zote mbili, lakini katikati kati ya haya leo, kuna mkutano wa pili unaendelea Istanbul kuhusu njia sasa ya kuona kuwa tunawezaje kufika kwenye makubaliano ya mwisho kwenda kumaliza hili, kwa sababu mkutano uliofanyika Ankara wiki mbili zilizopita, ambao ulikuwa na nadharia nyingi sana ya kusema labda Putin kaukimbia kwa sababu alisema kama Putin atakwenda kwenye mkutano na hakwenda lakini mkutano ambao ulileta faida kiasi cha kwa sababu kulikuwa kuna ile swap deal ya kubadilishana wafungwa na mateka wa pande mbili, zaidi ya elfu moja katika awamu tatu walibadilishana. Hiyo ilitokana na mazungumzo ya Ankara ya kwanza. Sasa haya leo kuna mazungumzo ya pili kati ya wajumbe wa Urusi na wajumbe wa Ukraini na Marekani ambao watakutana wata watakutana Istanbul. Haya yanatokea katikati ya ratiba, yani kuwa ratiba tayari ipo ya kwenda Istanbul, lakini haya yanatokea huku nyuma, yani imekuwa ni kawaida kufanya In, inaweza hivyo kuleta ugumu kiasi gani pia uh, kufikia hayo mazungumzo, kama uh, tunashuhudia bado uh, matukio kama haya, na nadhani bado kuna vitu ambavyo hawajaelewana kati ya Marekani na Urusi moja kwa moja kwenye hili. Ukitazama kinachofanywa na, na Urusi mfano hivi sasa au wanachofanya Ukraine uh, hivi sasa, kama kila mmoja kutaka kuonyesha umuhimu wa kwenye meza kuwa ni ikiwa hutaki nitakudhuru au kila mmoja anataka kumwonyesha kuwa hata mimi naweza kufanya vile. Kwa hiyo ni kama vile kuweka shinikizo la kuwa tukikaa kwenye meza, kuna kitu hata nitakizungumza mimi na wewe, unikubalie sio unikatalie kila nitachokizungumza. Kwa hiyo hiyo ndio inavyotokea, ni kwa shinikizo, ni hilo tu, kuwa kila mmoja anataka kulazimisha kuona kuwa mimi ni umuhimu wa hili jambo, kwa hiyo ni lazima unikubalie haya ya kwangu uhum. Namrahbi na kwengine na tu kwa, kwa, kwa kukamilisha, tumalizie kidogo na huku uh, Poland wenyewe uh, wamepiga kura kwenye kinyang'anyiro uh, cha uchaguzi wa raisi na meya ambaye amekuwa uh, anaunga mkono umoja wa Ulaya ya mshirika wa serikali uh, siasa ya wastani, miaka 53 tatu uh, huyu ni Rafal, ndio anakabiliana na mwanahistoria wa siasa za kizalendo Caro uh, mwenye umri wa miaka 42 mpaka matokeo ya mwisho nakara wanaongoza kwa asilimia 51 dhidi ya 49. Ni mchuano mkali sana hmm. Lakini mara hii imenifurahisha uchaguzi wa Poland kuwa. Unajua, ukitazama uchaguzi kama wa Georgia ulioleta vurugu sana, au uchaguzi unaoendelea kwenye nchi baadhi za Ulaya Mashariki, mara nyingi chaguzi za haya maeneo huwa zinaainisha kati ya Ulaya na Urusi, yani nguvu ya Ulaya na Urusi nani anakuwa upande huyu, anamuunga mkono mkono nani sasa? Hmm. Mara hii upande wa Urusi nimeona ameongezeka Marekani, kwa hiyo ni vita kati ya Ulaya, Urusi na Marekani. Hmm. Yaani kuwa huyu anayemuunga mkono Trump na Urusi anakuwa vile Kipindi cha nyuma tusingeshuhudia hivyo, tungeshuhudia marekani na washirika wake wa Ulaya wanampenda fulani. Sasa tafsiri pia ya, ya, ya mgombea hmm, uh, kuungwa mkono na watu kutoka sehemu fulani uh, inamaanisha nini baada hasa ya kupata ushindi uh, ina maana ushawishi utakuwa mkubwa zaidi kutoka kwa haya mataifa? Yeah, hiyo inakuwa vile kwa sababu uh, nchi za, mfano za EU hmm, zimekuwa na ajenda kubwa sana kuhakikisha kuanzia nchi za Baltic kuja mpaka nchi ambazo nyingi ziko Ulaya Mashariki, kwa sababu hapa ndio Urusi pia naye ana mkono kwenye chaguzi nyingi zinakuwa huwa anaziingilia, na kelele zimekuwa ni nyingi hapa kuwa kwa nini anaingilia uchaguzi? Kwa nini anafanya hivi? Kwa nini ushawishi unakuwa hivi? Na kwa sababu tu ya aina ya wakazi wa eneo hili, kwa sababu wamejigawa, wengine wanadhani sera za upande wa kushoto ni nzuri zaidi, wengine wanadhani kulia ni, ni bora zaidi. Kwa hiyo wanasiasa wa hapa wamegawika katika sehemu hizo mbili, kuwa kuanzia anaponadi sera zake mara zote anaweka wazi kuwa sisi hatuungi mkono Ulaya tunaunga mkono upande wa pili. Kwa hiyo anakuwa na wafuasi wake. Mwingine anatoa kuwa sisi tunaunga mkono Ulaya, hatuungi mkono upande wa pili. Kwa hiyo kila mmoja na ushawishi wake, lakini kwa jinsi leo utazama uchaguzi wa Poland sikutegemea sana, kwa unajua Poland iko sana karibu na Ujerumani. Sasa nilitegemea sana watu wa upande wa magharibi watakuwa wengi zaidi, lakini nimeenda kuona tofauti, kwa sababu hii ni runoff, unajua ni duru ya pili mm, kutoka duru ya kwanza, yani huu ni uchaguzi wa awamu ya pili sasa bado inaonekana kuwa mchuano ni mkali sana kati ya pande zote mbili huku na huku, na ukiwasikiliza wagombea wote, kila mmoja anasema mi nimeshinda kwa tofauti ya hizo kuwa mi nimeshinda. Kwa hiyo tunaweza tusubiri sasa matokeo ya mwisho tupate jibu kamili kuwa imekuwaje na nani ameshinda. Haya, uh, tuendelee kusubiri hilo. Shukran rafi. Bila shaka baadaye tutaungana kuzungumza kuhusiana na doge kule Marekani bila shaka. Um, naam tunakamilisha hivi kwa sasa.